Ujambo, na karibu langu. Jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Aliyekuwa rais wa Botswana Ian Khama ameshtumu kuapishwa kwa rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kusema kuwa hatambui kuchaguliwa, kwani amejilazimisha kusalia uongozini kwa kukandamiza raia wa Tanzania katika uchaguzi ambao ulishuhudia vivo vya mamia wa Tanzania. Kulingana na Ian Kama, amesema ya kwamba uchaguzi uliofanywa haukuwa wa haki na halali, na Mama Samia Suluhu alijilazimisha kusalia uongozini, kitu ambacho sihi sahihi na haki. Ikumbuke ya kwamba kipindi hicho waandamanaji wa Tanzania wa, waliandamana na mamia ya watu waliwawa, wengi na kujeruhiwa, na kuna wengi ambao walifikishwa mahakamani kwa, kwa kuonekana kuzua furu kwenye mabanda na barabarani. E, jambo ambalo limefanya viongozi wengine kuona ya kwamba uchaguzi huo na kuapishwa kwa Mama Samia Suluhu haikuwa ni jambo la halali, alikuwa amejilazimisha kusalia uongozini, kitu ambacho si kizuri, namna ambavyo wanaona. Langu jina la salia kuwa maskini msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, na lengo langu siku zote ni kukufahamisha yale ambayo yanatokea, yale ambayo yamesemwa, yale ambayo yanachipuka na mengine kadhalika. Langu jina asalia kuwa Maskini Msomi laini Maskini Msomi TV kituo namba moja.